Viongozi wa dini na maafisa wa polisi wamewataka wanasiasa na wananchi kutoka eneo la Kabuchai kudumisha amani wakati wa uchaguzi mdogo siku ya Alhamisi. Wakizungumza katika eneo la Kandui, kaunti ya Bungoma, viongozi wa Kiislamu kutoka magharibi mwa Kenya wamewataka vijana kukataa kutumika vibaya na wanasiasa kwa kuzua fujo. Viongozi hao walirejelea tukio la makabiliano makali la hivi majuzi katika wadi ya Chwele Kabuchai, kaunti ya Bungoma, lililosababisha kifo cha mzee mmoja, huku watu kadhaa wakijeruhiwa na mali ya mamilioni ya pesa kuharibiwa, kuharibu mali na kuwalisha vitu mbalimbali, akili mbali zao zikiharibika. Hao vijana ndio tegemeo la kesho, kwa hivyo watu wafanye kampeni zao kwa amani na wajua ya kwamba leo Kenya bado iko kesho, Kenya iko na bado tutahitajiana siku za usoni kama jamii ya wananchi wa Kenya. Amani ikikosekana, hakuna kitu ambacho kama tutafanya, hata kwenda misikitini na makanisani hatuwezi, kwa sababu amani imevunjika. Kwa hivyo tufanye uchaguzi wa kiungwana, sio uchaguzi wa kuleta mambo ya uhuni na kuweza kupigana au kuharibu amani, hapana and therefore it is their leader. So, tungewaomba sana wakazi na those political leaders or those candidates to maintain and tame their people.